Mtazamaji, habari nzuri ni kwamba kuanzia mwezi Julai mwaka huu, wakulima wa kahawa kote nchini wataanza kupokea malipo yao kupitia mfumo wa benki. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa vyama wa vya ushirika Wycliffe Oparanya, akiwa katika kaunti ya Bungoma hapo jana akizindua rasmi, aki, akizindua rasmi shirika la kahawa katika kaunti hii ya Bungoma. Oparanya amesisitiza kwamba hatua madhubuti kuelekea kuhakikisha uwazi mapate, wa kulinda mapato ya wakulima wa kahawa humuchiri alafu mimi nitarudi kama nimesikia ile kilio yenu, na nione hayo mambo inarekebishwa namna gani, ndio muwe wakulima wa kahawa wa maana ambayo mnaweza kupata pesa mingi. Lakini wakati nilikuwa nakuja hapa nilisikia kutoka kwa mkurugenzi wa KPCU ambao wanasimamia mambo ya kahawa katika wizara yangu, hata wako na ofisi hapa, wako na mili hapo. Ni rasmi hiyo mili haifanyi kazi. Nikasema mimi nataka hiyo mili likifika hapo ianze kufanya kazi mara moja. Na pia nikaambiwa hii mili ni ya mbuni. Mnajua mbuni ni ile kahawa ile ya mwisho mwisho, hapana grade A. Nikasema, sasa sisi sisi tulikuwa watu wa kupelekwa kupeanwa mashini ya mbuni. Nimesema mkurugenzi ako hapa, mimi nataka mashini hii kuwe upgraded, iwe inasiaka kahawa yote kuanzia A mpaka mwisho kama haiwezi kufanya hivyo, wachukue hii waende waweke kwa store, walete ile inaweza kufanya kazi kutoka juu mpaka sio. Zimekubali, hatutaki. Tukifanya kahawa hapa, mpaka tupeleke Nairobi for mili for city nini? Tunataka value na kahawa asua. Nikishikia mambo ya kahawa, tuna revolving fund. Hii inaitwa cherry fund, hapo nimeona hii fund ya iko katika KPCU wewe ukileta kahawa yako hapa, upate receipt yako hapa, unaenda katika cooperative bank, uko na hiyo documentation na wewe unapata advance yako, kila kilo shilingi arobaini. Unapata ni unangojea mpaka kahawa itafanywa auction. Auction zamani ilikuwa inachukua miezi mitatu ndio upate pesa zako. Saa hii kama auction imefanywa kwa siku tano, wewe umepata pesa yako. Kutoka kwa ile miezi tatu imekuja siku ngapi? Tano. Na pia kuanzia mwezi wa Julai, pesa itakuwa inatoka Nairobi kwa Cooperative Bank kule Nairobi moja mo, kwa moja mpaka kwa akaunti ya mkulima dola inaingia kwa kauni ya mkulima. Wale watu matepeli ambao walikuwa kwa mambo ya kahawa, mtu ana kahawa hata mtu mmoja lakini yeye anaongea mambo ya kahawa, yeye ndio ficho wa kahawa na yeye hana hata jui kahawa yenyewe inafanana namna gani, lakini yeye anakaa kwa ofisi ati yeye ni kiongozi wa mambo kahawa. Sasa kuanzia hivi tumesema, zile cooperative zote ambazo zilikuwa zinahusiana na mambo ya kahawa zote zitakuwa revived, tutawapa support na hivi karibuni tutataka election ifanywe. Na nikamwambia mheshimiwa gavana na kamati ya ukulima ambayo mimi ni mwenyekiti kwamba lazima tunyoroshe mambo ya kahawa Bungoma hii. Na mimi kama mwenyekiti kule Nairobi, haiwezekani watu wanapata mia moja arobaini, mia moja hamsini kwa kilo, na mimi kule nyumbani ninatoka wanakunguta shilingi kumi na mbili, arobaini, sitini. Hiyo nikasema haiwezekani. So kwa mamlaka ya Senate ambayo nilipewa, nashukuru wewe kukubali mwito kuja Bungoma uzindue hiki kiwanda ambacho tuko nacho, alafu tuende mashinani tuhubiri Injili.